and, and ending so that the case does not go into, uh, into, into anywhere. so we are saying that uh, we need uh, the director of criminal investigation to, to send a special team to go and and investigate this this matter and bring those people uh, who are perpetrators of this heinous act into justice. Kifo ambaye msichana mdogo wa miaka 17 aliuawa na bwana yake bedele kupatia raha huyo msichana ni kitu ambayo inahuzunisha sana. Gaala ambaye aliuawa iyo msichana alitolewa kutoka mahali inaitwa koti huko na, na akaletwa kabla kuletwa, Gaala alisema kwamba mimi sitaolewa na huyu, alieleza mama, kuna record aliweka mimi sitaolewa. baada forceful marriage kufanyiwa, Gaala akaletwa area Habaswein na mahali inaitwa Wara Gaala ajili hiyo uchungu, alilipa pesa mingi kwa mama ile kuchupata hiyo msichana. Bwana yake na madugu yake walichukua Gaala wakasema kwamba tutakuwa. Gaala aliripoti kwa mama yake kwa wale wanasikia kwa simu yake WhatsApp, tukua sisi yote tunaona Gaala kueleza hiyo shida yote, simu unachukuliwa, mama mimi nitauama, mama mama mama. Anasema enda kana bwana yako Wacha upuzi, mwanaume ni ile ile, ametumezaa naye, wacha upuzi. Aliuawa baada ya masaa tatu na simu yake ikafichwa, alichinjwa, nyumba ikachomewa na Gaala na hiyo nyumba, vitu yake mwenyewe amechukua, aliwacha Gaala na, na matres moja ambaye alifunika naye kuchoma, kuweka mafuta na kuchoma yeye. Je, huyu mtu ambaye alifanya hivyo ingali ako within ako area na hakuna action yote imefanyika, na ofisi Adisi ya DCI inaongoja kitu naita maslaha ya kugawanyana pesa hapo kwa kifo ya bin adam. Sisi kama civil society wajia yawajia, we are not agreeing hata su dakika moja, hatutakubali haki ya Gaala ipotee.